Wakuteseka mambo vipi? Safi tu bwana. Uko sawa sawa. Namshukuru Mwenyezi Mungu mpaka sasa. Kuteseka na, na, na Simba yako kama lilivyo jina pia. Ah, wacha msteseki wewe. Mimi mtu wa mpira. Mimi ni mtu wa mpira. Mm. Na najua ni mpira, najua vizuri sana. Mm. Eh, na najua mipango ya Tanzania ikoje. Mara tano mfululizo. Ah, mara tano si mipango. E, mipango sasa hivi sisi hatuangali Tanzania. Mipango ipi hii, mipango kwamba mtu wa yeye atakaye shinde tu ili mradi ashinde tano aonekane sifa yake yeye. Mm. kumfunga mwenzako Tanzania, hamna sifa tena sasa hivi. Chukua kombe la Afrika, ndio Mm. sifa peke yake lobakia, lakini ikuwa na mawazo ya Tanzania ni mfunge Simba, hakuna hicho kitu. Kwaona sisi hatuko tena huko. Kwa hiyo mmekubali ya kwamba Yanga ataendelea kuwafunga moja kwa moja? Sisi kwanza akili yetu yote kwanza hatuiweki kwa Yanga kwa maana atatufunga asije atufanya nini, hakuna. Akili yetu sisi kubwa tutukue kombe la Afrika, basi ila sisi kumfuatia Yanga tumfuge Yanga sijui nini, hakuna hiyo, sio sifa tena sasa hivi mm. Sifa tunataka tuchukue kombe la Afrika, ndo ndo akili ya Simba viongozi. Yeah. ndo maana moka sitiza ana hamu ya kuchukua kombe la Afrika mm. kwa sababu wewe utachukua kombe la Tanzania mpaka lini? mm. na mpaka leo bado washamba, unaona leo wakwambia sijui tutakwenda Msimbazi mm. chama atahutubia. Yeah. mambo ya kishamba shamba shamba, umeona bado mambo yakishamba shamba. Sasa tuko huko, akili yetu sisi mm. kuchukua kombe la Afrika mm. ili tupate sifa Tanzania. Naona ya kwamba mmefanikiwa msimu huu mm. aidha mmeweza kufeli kwa sababu mmepoteza mataji yote ambayo mlikuwa mkiwania. Sisi hatujafeli kwa sababu mm. tulipofika finali mm. ya shirikisho mm barani Bana, ya Afrika mm. Maana yake sisi peke tu ni ubingwa mkubwa zaidi kuliko ubingwa aliochukua Yanga mm. Eh, kwa sababu ukiangalia sifa tuliyoipata sisi tofauti na kombe lilokuwa hilo lilochukua. Mahitaji ni heshima pia. Mahitaji ya hayo mpaka leo wanayo, mbona heshima haipo? mm. Eh, wewe wenyewe hajioni huruma kwa sababu mpaka sasa hivi ukiangalia mm. washachukua mara thelathini na moja mm. lakini mpaka leo heshima hamna. Wanataka kwenda kutoa taji la nne mfululizo msimu wachukue wa hata mia mm. Sisi toka kombe la Afrika mm. kwa sababu sisi mipango ya hapa sisi ndio kama hivyo huyu mipango ya hapa uenda kwa mama kila siku, uenda kwa mama. Wakati mpira una sheria zake, tunayabeza kwa sababu mengi yameelekea kwenye serikali mm. E, kwa sababu... gani kusema kwenye serikali? E, kila kitu huenda kwenye serikali kwa sababu wameenda kasi, ujue wale kwenye sheria za mpira wameshindwa mm. wamekuja kutumia nguvu katika serikali mm. mm. na tumeyaona, lakini kasi wenyewe wenye kichombo cha mwisho wameshindwa. Mbona mnalia na Mangungu? Mangungu sisi kwa sababu si wao, ndugu yao ni ndugu yao Mangungu sana, muda mrefu tunasema eh. Mangungu ni mtu wa Yanga na wanamtumia kwa sababu gani eh? Mangungu leo akisema kama Yanga tunamfunga, mm. na kweli tunamfunga kweli mm. la... ipi ambayo alisema, mnamfunga ipo, tumempiga goli mbili ya Kibu ile eh. Kibu anafunga goli la pili lile na, na, na, na, heno kinunga eh. hmm. yani, ile aliongea mwenyewe kwenye vyombo vya habari. E, wanachama ndio mlienda kumpa kura, ndio hii leo mnasema anatumika kwa sisi. Au yule bwana kumpa kura yule sio kumpa sisi, alipewa na nani yule? kuna so watu walimpa na sisi tunamjua maana anatumiwa, wanaokwenda kupiga kura kwa mwenyekiti wa wanachama ni wapi? Ni wanachama, lakini waliingizwa wanachama hewa. Eh, kwa sababu wanachama wote walikuwa mm. e, kwenye ukumbi aliingia wakati anapiga kampeni watu walimkataa mm. e, lakini tunashangaa kwenye kura wengi wamepatikana wametokea wapi, eh. Yeah. E, amkuhitaje kupinga maamuzi haya, maamuzi ndo utampinga nani? hmm. na maamuzi ya serikali yale, anasema Mangungu mitano tena, maamuzi ya serikali yale, Mangungu akimaliza wa muda wake tena, hamna tena kitu mle na, hey. na sasa hivi kama ataka kujua aite mkutano hey. mkuu aone kama atakaa pale <laughs> wanachama namfukuza siku hiyo hiyo hey. wanapiga anasema kura. Mangungu ametoka kwenye vyombo vya habari na kujibu mashabiki wa Simba, anasema ni mashabiki wa ajabu kwa sababu It, Simba inaposhinda eh, ndio mashabiki hawa wanaopongeza wanaopongeza uongozi kwa ujumla, lakini Simba inapopoteza kumlalama Mangungu peke yake. Lazima aseme hivyo. Kwa sababu gani? Kwa nini? mbona, mbona, mbona sehemu nyingine haambiwi? Hmm. Lakini ukiona unaambiwa swala hilo, kwa hiyo hilo swala lipo, analifanya hmm. Asikatae hmm. Mangungu wana hujumu hasa Simba na Yanga kwa sababu hmm, wao sifa yao Yanga wamfunge Simba tu mm. ndo kachukua ubingwa wa Afrika. Yanga sim, mm. lakini Simba yeye atakachukua ubingwa wa Afrika, sio kumfunga Yanga mpaka lini? mm. tuko tushatoka huko. kwa hiyo Mangungu yeye anajeuri an, an, an, tu mm. unaona you know, kama yeye jeuri aitishe mkutano mkuu, mipango yenu mikakati sasa kuelekea kwenye mm. e, msimu unaoijia, ikiwa bado mna Mangungu, sisi tunachokitaka ubingwa wa Afrika mm. Ubingo wa Afrika nautaka Mangungu, tutamfanyia maarifa huyu, tunamtengenezea tutamptengezia... bomu Mangungu, yeah. Vipi hilo? Tutalijua sisi, hatuwezi kulitoa madharani. Mangungu sisi tulimsikiliza kiongozi Mo, alisema na ndio maana yule pale ni boya tu sasa hivi, yeah. Bodi ndio kubwa kuliko yeye, yeah, yeah. Alichukua wale, wale wale kule walikuwa hawajui bodi hmm. Bodi ilikuwa hawajui. so, unataka kuniambia wakati anapeleka timu hawakuona, hawajui, hawajui kabisa eh. wachezaji wenyewe wamb..., hey, yeye ndio anapiga simu, anamwambia bwana, njoni eh, simu eh. wamepigiwa wamepigwa na Mangungu, njoni munde munde ministiri tutafungwa. Mimi kwa sababu angalia, leo mzee mguto eh. kajiuzulu kwa sababu kusindikizwa hmm. eh, kwa sababu gani yeye eh, sheria anazo hmm. kanuni zipo Unaona bwana? Na wale wameshindwa kwenye kanuni mm. Yanga wameona bwana waendeza wapi? Kwa mama yeah. wameenda kwa mama. Mama kafanya fosi yake, watu wamekwenda kucheza mpira, bado mna ya kuongea, mna longu. Sisi hatuna ya kuongea, jambo letu sisi tunajipanga na tunamwambia mo asajili <laughs> vizuri mwakani tuchukue ubingwa wa Afrika. Kuna watu wamekwenda mbali na kusema ya kwamba Mangungu 9 Simba 0. Haina shida, haina shida sisi tu. Ipo siku wataondoka yeah. Ipo siku yeah. Ataondoka na lana zetu, sisi tunamlani yeah. kama anafanya kitendo sivyo, pamoja na sisi kutukandamiza sisi, sisi. Mm. Basi Mwenyezi Mungu atamlani mpaka ataondoka, s tunamlani ata ule mtu mm. na lana zetu atazikuta, japo sio leo mm. hata mwakani bwana, mwakani, hatuandamani sisi, si kilabu cha mpira so siasa, yeah. sisi si watu wa kuamba eti si tuandamane. Mm. Sisi tuandamane sisi klabu ya mpira. Mm. tunaenda kisheria. Mm. tunaenda tunaenda katika kanuni, basi ndo zetu sisi wa... Wala hatuwezi kwenda kwa mama. Mm. eti mama, masa mama, mama tunaweza kwenda kwa mambo mengine, mama tusaidie. Yeah. tuna kitu fulani tunataka tukifanye. Yeah, so mama eti si kanuni siyo. Kwa kuteseka wanataka kuweka taji la nne kabatini msimu huu, e, wanacheza kafu CRDB Confederation Cup na Singida Black Stars. Unamuona mwananchi akiweka taji la nne kabatini, hata kumi atapata, kwa sababu kwanza anacheza naye ni ndugu yake kabisa. Kwa sababu anacheza naye anacheza naye ni ndugu yake kabisa ani baba mmoja mama mmoja e. e. E, tunajua kwa sababu, sasa hivi sasa, sasa, kuna mipango mchezaji e. kutoka kule e. kuja Yanga. Na kuna yanga kutoka Yanga kwenda kule, haina shida, na kumtaja na mwenyewe jana kakiri huyo mchezaji kakiri jana ana, anasema mimi hmm, naipenda sana Yanga hmm, halafu huyo eh, huyo anaenda kucheza na Yanga kweli anataka kufanya nini? Si anakwenda kuifunga ili wa subutu, ili wamsajili. Subutu hamfungi ng'o, ni lazima kaonyeshe kiwango bora, nakwambia hamfungi ng'o. Kwanza mchezaji huyo ni nani? Soa. Eh. Soa na, na kasema kabisa jana akasema kwenye mshike mshike eh, asema mimi naipenda sana Yanga eh. Eh, sasa yule mtu tena anaenda kucheza na Yanga. Kuna nini? Lakini ni, ni katika hali tu ya mazungumzo. Hakuna hali bwana. Mimi si tunajua mpira Tanzania umeharibiwa na Yanga hmm. Na hii Tanzania itafungiwa michezo na Yanga kucheza atakofunga mchezo. Kuteseka, neno lako la mwisho kwa mashabiki wa Simba waliopoteza hali ya kujiamini. Ah, mimi na wanasihi wana Simba wenzangu hmm. Na wanachama tutulie, msimu umeisha, tutulie tuangalie msimu unaofuata hmm. lakini tukae vizuri sana. Mangungu sio mwenzetu, Mangungu sio mwenzetu, nawasisitiza. No, wow. Mangungu sio mwenzetu wa upande wa pili yeah. Na akishatudhihirishia siku, anatuambia Yanga tunamfunga, na ukamfunga kweli yeah. Lakini baada ya hapo hajasema tena yeah. Na mpaka leo Yanga hatujamfunga yeah. Kwa hiyo sio tunasema, okay. Wao wakae, sisi watu, watu, watu, watufunge sisi mm. Sisi tutoka kombe la Afrika. Basi hatuna jengine Wakuteseka, eh, mimi nikushukuru sana kwa sababu meka, alacheka, alasema, seka, seka kwa mi, kwa jina lako vyenye limekaa, watu wanacheka wanasema, Wakuteseka anateseka la Simba. Mimi siteseki kwa ajili ya Simba wala kwa ajili ya hela nateseka, yeah. kwa ajili ya wanawake tu <laughs> shukrani sana. asante sana <laughs>